mwendesha mashtaka mkuu wa serikali amepeleka mswada bungeni ili kwa kumwondolea kinga ya kutoshtakiwa waziri wa sheria Costa Mutamba. Costa Mutamba ana anashutumiwa kuvuja pesa za serikali takribani milioni 39 za dola, takribani milioni 39 na tisa za dola. Ni pesa ambazo zilikuwa zimetengwa kwenda kujenga gereza kuu katika jimbo la Kisangani. Imeonekana milioni kumi na tisa hazijulikani zimeenda wapi, milioni kumi na tisa hazijulikani zimeenda wapi. E, tumejaribu kuulizauliza wadau wengine wa mambo ya siasa na wa uchumi wametoa maoni yao kuhusu waziri huyo wa sheria, ambaye alikuwa anajizolea umaarufu mwingi sana katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri huyo alikuwa anapendwa na vijana, alikuwa anapendwa na wamama, alikuwa napendwa na wazee kwa mwenendo wake ambao alikuwa anaoonesha kukuchapa kazi. kuapaz e, alipoteuliwa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Waziri huyo alianza kazi moja kwa moja na alipoanza kazi moja kwa moja, watu wengi sana walimsifu. Unajua, kwenye siasa kuna watu ambao wana kusifu kwa uchapakazi wako, wengine ndio wanachukia, sasa. Wengine ndio wanachukia. Sisi wote tulikuwa tunafuatilia waziri wa sheria, kazi ambayo alikuwa anafanya, alikuwa anafanya kazi nzuri watu wote wata watakupenda, watu wote wata watakupenda. Kuna watu ambao watakupenda na wengine awatakupenda ku, kufuatana. Ilikuwa mwezi mwaka elfu mbili na ishirini na nne alitoa waraka wa mwendesha mashtaka huyo huyo ambaye alitoa alipeleka nani karani... ujumbe bungeni, alitoa waraka ili achunguzwe alinunua eh alinunua nyumba Belgiji. Samani ya nyumba hiyo inakadiriwa kuwa milioni mia tisa za euro. Inaonekana hapa tunanuku, inaonekana inaonekana huyo mwendesha mashtaka huyo huyo anarudi saa kulipiza kisasi, gisi watu wanavyoongea Amerudi kulipiza kisasi. Ulikuwa umenifungulia mashtaka mimi, hayakufanikiwa, na mimi leo na naenda kufungulia mashtaka hayo. Ni maoni ya wadau. Je, Costa Mutamba atakatishwa tamaa yake ya kuendelea kuwa waziri na kufuatilia mambo ambayo alikuwa amepanga? Je, bunge litaruhusu Kosta Mutamba afuatiliwe na sheria ni maswali ambayo watu wote wako najiuliza. Kila mtu taarifa hiyo imet, ime, ilipotoka bungeni leo watu wote walivaa kivinywa wazi. Kwa sababu ilikuwa ni chaguo kwa mawaziri wote ambao wako katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alikuwa waziri ambaye alikuwa anapendwa na watu wengi kwa uchapakazi wake. Basi tunasubiri tuone mwisho utakuwa namna gani?